O mahali popote ambako unataka Mungu adhihirike, lazima uuachilie upendo kwenye hilo eneo. Ndiyo maana Yesu mwenyewe kila alipotaka kudhihirisha kitu fulani au kudhihirisha ukuu wa Mungu, huruma itangulia mbele. Angalia alipokuwa na wale watu elfu tano wanataka chakula, bibi nasemaje? Aliwaangalia akawaona kama kondoo, so wasiokuwa na mchungaji, akawahurumia. Ile huruma aliyokuwa nayo ndani ya moyo wake juu ya wale watu ndio iliyosukuma nguvu za Mungu kutenda ule muujiza wa chakula kuongezeka na kuwalisha watu na vikabaki vingine. Alipoenda mbele kwenye kitabu cha, cha Marko sura ya nane aliwalisha wengine elfu saba anasema alikuwa na mikate saba ya chakula, anasema na visamaki vichache, aliwahurumia Aliwambia, aa, watu wamekana mimi siku tatu, wamefunga hawajara, nikiwaruhusu waende nyumbani kwao, watazimia njiani, na hapa ni nyika tupu, wapeni chakula wanafunzi wakamuuliza, tunapata wapi? Hapa ni nyikani, tunanua wapi chakula? Ile huruma aliyokuwa nayo. Sikiliza, upendo wa Mungu ndiyo msingi wa udhihirisho wa mkono wa Mungu mahali palipo pale. Popote pale ambapo unataka udhihirisho wa Mungu uonekane, mahali unapotaka mkono wa Mungu uonekane kwenye eneo lote lile, lazima upendo wa Mungu utangulie kwanza, sababu Mungu ni upendo. Ukiminus upendo umeminus Mungu. Ukiondoa upendo kwenye eneo fulani umeondoa Mungu kwenye eneo, na ndio maana ukitaka Mungu adhihirike kwa mtu, mpende yule mtu umpende mpaka mwenyewe ajue kwamba kweli nimependwa. Hata kama atakulipa mabaya, we mpende. Mungu atajidhihirisha kwake. Na ndio maana mambo mengine yote ukiminus upendo, umeatoa mengine yote ndivyo Wakorintu wanavyo tuambia kwamba, nikiwa na imani ya kuhamisha milima, kama sina upendo, nimekuwa shaba iliayo na upate uvumao. Hata nikiutoa mwili wangu uungue moto, kama sina upendo, mi sio kitu kabisa. Nijapanena kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo. Unajua, ukiangalia upendo, kwani sababu upendo ndio msingi wa udhihirisho wa mambo mengine yote. Mambo mengine yote ya kiroho, yote, maombi bila upendo ni nothing. Kujua neno, soma neno ukali, Biblia yote itafakari, nje ya upendo, Biblia yote haina maana kwako. Haijalishi kiasi cha sadaka ambacho mtu atatoa, bila upendo zinakuwa hazina thamani kiroho. Thamani ya kitu haipo kwenye kitu kinavyoonekana, thamani ya kitu ipo kwenye moyo ulioambatana na kile kitu. Wajua, kwenye Biblia kuna mfano mmoja sio so, watu so wengi sana wanaelewa kwamba Yesu huaga anasimamia sadaka swala. Sadaka anasimamia mwenyewe na anakaa kwenye kitunga anaangalia. Kwenye Biblia alikaa kaangalia, watu wakaja kutoa, wanatoa wanatoa afu wakaja mmoja, yule mama alipoangalia Yesu akaona, akasema huyu mama ametoa kikubwa, ametoa vizuri vyema kuliko wengine wote sababu wengine wote wametoa kwenye vile vilivyowazidi, ila huyu ametoa vyote alivyokuwa navyo, japo ni kidogo, ila ametoa vyote vilivyokuwa navyo. Akasema hazina ya mtu iliko ndiko na moyo wake uliko. Kwa hiyo kama moyo wa mtu haupo kwenye kitu hiyo, sio hazina kwake. Mahali ambapo moyo haujaambatana, hiyo haitwi hazina. Katika ulimwengu wa roho hahesabii kama hazina. Kwa hiyo utakapofika wakati wa withdraw, wakati wa kuchukua, ili uzibe gap fulani, ukitaka kuchukua unakuwa hauna, kwa sababu hauna hazina, kwa sababu anasema hazina ya mtu iliko ndiko na moyo wake ulipo. Kwa hiyo kama moyo haupo, hiyo hayahesabi kama hazina, sababu kinachosema kwamba hii ni hazina ni moyo wa mtu ulipo, kwa sababu hazina ya mtu iliko ndiko na moyo wake Unapokuwa kwa kitu kikienda bila moyo wa mtu, kitakapotaka kuja kuziba gap, akiwezi kuja kwa Mungu, akiangalia hazina ya mtu anaona kwenye akaunti yake kuna empty, kuko wazi.